Shida sana kila uchao, watu wanakufa. Jana pale Nyeri tuliona kuna mtu alikufa, juzi Salim aliuliwa pale Bamburi, utange kuna mtu alikufa juzi, tunatoka kuzika kule Nairobi, kuna kijana anaitwa Shakura amekufa, and we are saying this that the right right to protest is a fundamental right under the Constitution of Kenya chap, uh, article 37, and this is the objective of protest, there has to be a standstill so that they can feel ule uchungu wa uchumi kusimama Hakuna maandamano ati biashara zinaendelea. Lengo la maandamano ni biashara zisimame, wasikie kile kilio cha walala hoi, kile kilio cha wananchi. Shukran. Basi leo tuko hapa kama mnavyoona, hali ilivyo ni hali ya kwamba si ya kufurahisha sana, na hii yote kwa sababu ya yale machungu ambayo tuko nayo kwa ndugu yetu Salim. Salim aliweza kuaga kwa mtuta bunduki, na ni kijana mdogo ambaye ako na umri wa miaka ishirini na saba na tukiangalia katika boma lao He, hana baba wala na mama na mkewe sasa hivi tunapozungumza ni mjamzito. Lakini kwa kufikia sasa hali inavyoenda, si hali ya kufurahisha, kwa sababu uchunguzi unaenda pole pole. Tulitarajia mambo yaweze kufanyika kwa kasi, ili atekezekana katika mazishi haya leo timu ya KWS iweze kufika hapa na kuweza kushed light on number of issues, lakini hawajaweza kufanya hivyo. Hivyo basi, wananchi wamesema kabla tuende kuzika Salim, lazima dunia nzima ipate kujua kwenye Salimu alitendewa kitendo cha unyama. Maana yake ye, yeye alikuwa katika pilipaka zake za kutafuta kibaba, lakini mwisho wa siku ameweza kupoteza maisha yake. Sitaki kusema mengi, ila tu nataka niseme ya kwamba haki ya Salimu iweze kwenda kufuatiliwa kutoka mwanzo mpaka mwisho na Salimu akaweza kwenda kupata haki yake. vijana musilan hapa tukazike mtu Am, ambapo hafutatumezika, ni watu wawili tu ndio wataenda kotini ambao watashindo ama

ule uchungu wa uchumi kusimama. Hakuna maandamano ati biashara zinaendelea. Lengo la maandamano ni biashara zisimame, wasikie kile kilio cha walala hoi, kile kilio cha wananchi. Basi leo tuko hapa kama mnavyoona, hali ilivyo ni hali ya kwamba si ya kufurahisha sana na hii yote kwa sababu ya yale machungu ambayo tuko nayo kwa ndugu yetu Salim. Salim Salimu aliweza kuaga kwa mtuta bunduki, na ni kijana mdogo ambaye ako na umri wa miaka ishirini na saba na tukiangalia katika boma lao ee hey, hana baba wala mama, na mkewe sasa hivi tunavyozungumza ni mjamzito, lakini kwa kufikia sasa hali inavyoenda si hali ya kufurahisha, kwa sababu uchunguzi unaenda polepole. Tunatarajia mambo yaweze kufanyika kwa kasi ili ataegezekana katika mazishi haya, leo timu ya KWS iweze kufika hapa na kuweza kushed light on a number of issues, lakini hawajaweza kufanya hivyo. Hivyo basi wananchi wamesema Kabla tuende kuzika Salim, lazima dunia nzima ipate kujua kweli Salimu alitendewa kitendo cha unyama. Maanake yeye alikuwa katika pilika pilika zake za kutafuta kibaba, lakini mwisho wa siku ameweza kupoteza maisha yake. Sitaki kusema mengi, ila tu nataka niseme kwamba haki ya Salimu iweze kwenda kufuatiliwa kutoka mwanzo mpaka mwisho, na Salimu akaweza kwenda kupata haki yake. Vijana musilani.

sana kila uchao watu wanakufa. Jana pale Nyeri tuliona kuna mtu alikufa, juzi Salim aliuawa pale Bamburi Utange, kuna mtu alikufa juzi. Tunatoka kuzika kule Nairobi, kuna kijana anaitwa Shakura amekufa. And we are saying this that the right to protest is a fundamental right under the constitution of Kenya chap, uh, article 37 and this is the objective of protest. There has to be a standstill so that they can feel ule uchungu wa uchumi kusimama. Hakuna maandamano ati biashara zinaendelea. Lengo la maandamano ni biashara zisimame, wasikie kile kilio cha walala hoi, kile kilio cha wananchi. Shukrani basi. Leo tuko hapa kama mnavyoona, hali ilivyo ni hali ya kwamba si ya kufurahisha sana, na hii yote ni kwa sababu ya yale machungu ambayo tuko nayo kwa ndugu yetu Salim. Salim aliweza kuaga kwa mtuta bunduki, na ni kijana mdogo ambaye ako na umri wa miaka 27, na tukiangalia katika boma lao yeye hana baba wala mama, na mkewe sasa hivi tunavyozungumza ni mjamzito. Lakini kwa kufikia sasa hali inavyoenda, si hali ya kufurahisha, kwa sababu uchunguzi unaenda polepole. Tulitarajia mambo yaweze kufanyika kwa kasi, ili hata ikiwezekana, katika mazishi haya leo timu ya KWS iweze kufika hapa na kuweza kushed light on a number of issues, lakini hawajaweza kufanya hivyo. Hivyo basi, wananchi wamesema kabla hatuende kuzika Salim, lazima dunia nzima ipate kujua kweli Salim alitendewa kitendo cha unyama. Maana yake yeye alikuwa katika pilipeka zake za kutafuta kibaba, lakini mwisho wa siku ameweza kupoteza maisha yake. Sitaki kusema mengi, ila tu nataka niseme kwamba haki ya Salim iweze kwenda kufuatiliwa kutoka mwanzo mpaka mwisho na Salim akaweza kwenda kupata haki yake. Vijana musilahane.